Hii, leo sipomoya mate nani enda hospitali, enda hospitali nani. Hii. Ah, we nipe tu macho tu taona ile kitu mimi nataka kufanyia we hapa mm. Ona tu mm. ni upishi ni design ya upishi, si ati ni kucheza nani. Atuchesi? <laughs> hakuna ah -ah. mm -mm. Mchezo nani ni design ya upishi umesikia? Ni design ya upishi, ni design, design, mm, design ya upi ya upishi ya upishi design ya upishi ndani na mm. Sasa ukisha toka hapo, ona nani, unachukua hii sawa eh? Naona sasa hii ni ya jana, hii ni minofu ya hii ni minofu ya swarambusi, hii ni minofu ya swarambusi. Alafu nakoroga koro eh, koroga tu hii mnofu. Umeona sasa, wachana nayo, nitakuonyesha kitu. Eh, hapa sasa e, weka mafuta kidogo bwana. Na mnalio nani? Eh, chukua sasa hii tu, nataka tu wa, uangalie nani, angalia tu, tazama tu bwana mimi mm. Niliwaambia sinanga uwifu, kila siku nitakuwa nawapatia resepe muweze kukula kitu tamu tena kitu ee, ya nyenye kuleta afya bwana. Mmm, naona sasa mimi, nikaona tu kitunguu tu, sasa ndio nacheza nayo mm. E, cheza hapo tu na kitunguu tu mmm, cheza na kidogo kidogo tu mmm, nipe tu macho, kuna kitu nataka kukutandikia hapa, nuksi ya tari bimaiti mmm, hata wewe mwenyewe hautaamini, utakuwa unasema mwenyewe Ugaliman, Mungu alimuumba na ni mtu wa maana hii dunia bwana. Uje maana tusaidia. Tunashitago tutakula nini, lakini kwa sababu yake siku hizi tunapata apa taitea tunakula, si kweli sasa? <laughs> ona na mimi. kutoka hapo unachukua hii o oh. Eh. Mm. Taka tu uangalie ile kitu tutatengeneza, hata wewe mwenyewe utaiva. Haleluya, haleluya round aatatataun t very good Round two. Mm. Nataka kukutolea kitu kushinda five star hotel. Kitu hata Ole Sereni hawezi fikia, kitu hata Hotel Boulevard hawezi fikia, kitu hata New Stanley Sarova hawezi fikia, kitu hata hii ya hapa Western Hotel hawezi kunifikia. Mm. Mimi ni baba yao bwana, natambulika bwana. Mm. Naona tu sasa. Resepe. Mm. Resepe, resepe Mm. Eh, retepe eh. Hmm. Naona hapa tunae kingine zina chemuka sasa. Hii unafunga tu unaweka kitarati. mm -hmm. Very good, very good. Tunaendelea sabamba, halafu kutoka hapo na mimi. Ona kesi baadaye. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. hey. Sasa funika. Very good. Mhm. Sasa tumebaki na hii kitu. Ona hapa. Ona mboga itatoka hapa nani, we ngoja tu, inakaa kama ujinga ujinga, ni kama ugali, maana anafanya uji, inakaa ni kama anafanya wana hii. Hapana, wana ni technique ambayo nilifundishwa na Wasungu mm. Technique nilifundishwa na Wasungu hapa tu Karen. Mm. Ya kuunda mamulo na ni. Mm. Sasa sasa, hata wewe unaona hiyo supu iko sawa. Sasa sasa, kuna zingine hapa Very good, hii tuengese hapo, hii kubwa sana hapo. Hii ni minofu ya swara mbusi mm. Toka sahi endo tafute swara mbusi nani <laughs> Mm, sasa unaona mm? Mambo sasa iko bamba, sasa ikiwa hapo nani, unafunika. Nahisi nataka nikufundishe upishi. hii ndiyo inakuwa kama kifuniko. Weka tu vizuri eh uone vile watu leo wataimba haleluya. Eh, mtakuja kusema bwana, mnaonanga tu Ugaliman hivi, huyu jamaa ni hatari kwa upishi mm -hmm. vitu zinakaa kama ninafanya wana yani kama nafanya ojinga, utasema huyu jamaa nafanya ojinga hii <coughs> Sasa katakata, cheza nayo tu. Ndio hiyo ujinga. Tunga hii sasa, chuu a <coughs> <coughs> Sasa hii tunga ndani mm. <laughs> kazi kidogo tu kazi kidogo tu, hmm? panga masahani hapo, yo hapo yasembe hapo, maji ya machemuka Naona hiyo fishi, very good. Hizi in less than 2 minutes, sasa hivi tutakuwa tunakula eh, in less than 2 minutes. Mm, hii moto iko hapa ni moto kabambe. Sasa kasembe tukapeleke pole pole, alafu huku tumboga tunaiva tu. Wewe utajionea tu kenye nataka kukutengenezea saa hii, nimekuambia utaimba nini? Lazima utaimba haleluya. Hmm. Acha sasa hii mbao tukaweke hapa. Hmm. Very good hatutaki sembe ile imeshikana sana. Taka tu sembe soft mm. Basi, very good sembe soft kama fufu itakula mm. Hii kitu nataka kuwatengenezea, yani utafikiria ni okra soup. <laughs> <Okra soup. laughs> Hey, nani

Sasa hii bado tu, wacha tu hii, wacha tuangalie moto bado tu bado tu ama saa zingine, ona ndio mwae mate vizuri. Ona ona nani tuisaidie kuponda po, tuisaidie kujiponda. Hey, unafinya kabisa unafinya mm. Sasa ina nani hii? <laughs> Hii ni kichukua bwana, nikuwekee hapa juu utaimba aleluya. Nani hii bro, nani? Unaona tu ni kama nafanya ujinga hapa. Nani hii za zile tu, nitakuja tu nikuwekee tu nikuwekee tu hapa tu juu, nikuweke tu hapa tu juu nani utaimba tualiluya nani hapo, tucut hapo, tucu hapo hmm. tu <laughs> taimba liluya tu hmm. naona tu sembe, naona unaona hmm. bwana unaona sembe soft, naona kama fufu hii. Ndio sembe ya kukuria hii, bitu nani Hmm.

Lafu ndio sasa unaspini tena, nanii wengine, unachapa kofita bora. Lafu sasa ona sasa, mm. unawacha tu, unawacha tu, acha tu, tuifunike tu, ifunike tu, ifunike inyonye moto proper, inyonye ndio ziweze kukua kabisa mm.

Chese tena na hapa, si ndio? Hapa unajua nataka ikuwe uji uji. Hapa bado vile. Hapa kwanza nataka hivi vitu zote ziwe uji uji. Mm. Hmm. Kitu imeanza kukua vile tulikuwa tukitaka, sasa minofu hmm. Ndio haya, aya, aa, mm. Naona toka hmm. Uende unafikiri ni mchezo? Sasa tuifunike kwanza, mara ya mwisho tukitoa. Sasa hata we mwenyewe utaimba haleluya. Sembe very good. Sembe imekubali.

Ato mm. Ona oh, nani hapo?

kama okra soup. Sema okra soup. Unajua kucheza na spinach nakaa kama okra soup. Hili ya ki Nigeria. Yoi ni nimecheza nayo. Yoi ni nani, mm. ni? Wewe, magikako utachapa nini? Mm, nani? Naona sasa sembe tu vitu vimeiva sasa, na nini sasa, sembe itoke bwana, sembe itoke bwana, eh shapu tu